Karibu, twende nalo moja kwa moja. Ni kwamba Rais William Ruto sasa anasema utawala wa Kenya Kwanza unatekeleza manifesto ya mwaka 2022 ya ajenda ya bottom up. Rais ambaye alikuwa akizungumza wakati wa tamasha na hafla ya kitamaduni huko Baringo na mnada wa uuzaji mbuzi wa Kimalel, alisema ajenda ya kuifanya Kenya kuwa taifa lililostawi ni kuwawezesha wafanye biashara kuafikia uhuru wa kiuchumi sawia na yaliyostawi. Huyu hapa Giverston Maina akitukunjulia darubini wikendi ama darubini Jumatatu jioni ya leo, kwa taarifa hiyo. Katika hafla ya kunadi mbuzi ya Kimalel na tamasha ya kitamaduni iliyoandaliwa katika kaunti ya Baringo, Rais William Ruto aliungana na viongozi waliochaguliwa baadhi ya mawaziri na makatibu katika shughuli za kununua mbuzi kutoka kwa wakazi wa Baringo na kaunti jirani. Rais akitumia fursa hiyo kutetea ustawi wa taifa hili akisema hilo linaweza kuafikiwa kupitia kumwezesha mwananchi kuwa na uhuru wa kiuchumi We are

Muweke mapicha, tengenezeni picha kwa sababu that is the last time tutakuwa na msongamano ya mabarabara. Kwa hiyo barabara ya kutoka Nairobi ni, mnanielewa? Muweke, ndio itakuwa souvenir; siku ingine itakuwa inaandikwa kulikuwa na mchongamano ya magari zamani, kwa hiyo barabara. Kwa mara nyingine akimshtumu kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa kukosa rekodi ya maendeleo tangu kuhudumu serikalini. Mambo ni mawili my friends, tafuteni sera na mkuje na track record yenu. Huwezi kusema kwamba umekuwa uongozi miaka 50, you have nothing to show for it. Wewe ni kumangamanga tu hapa, unapigiwa makofi hadi ile kazi kubwa imefanyika ni wewe kupigiwa makofi 3, 2, 1. Na makofi mazuri ya Mheshimiwa Rais. Mapema leo alizindua mradi wa wekaji kebo ya usambazaji umeme kutoka Lesos hadi Kabarnet wa shilingi bilioni 1.5, ambao utaunganishwa kwenye mtandao wa kitaifa.